kama vile kukumbushana, mazingira haya tuliyopo, tupo kwenye madarisi, tupo kwenye mazingira, tupo kwenye somo, tupo kwenye kuenzi, tupo kwenye kusikilizana, kwenye kutekeleza yale ambayo Rasulullah sallallahu alayhi wasallama alikuja nayo na akatuamrisha na tuyafate, tupo kwenye madrasa ya mtume Muhammadin. Hakuna jambo tunalolipoteza, hatuna muda tunaoupoteza wala hakuna majuto katika vikazi hivi. Vikazi hivi ni vikazi adhimun, ni vikazi vitukufu, ni vikazi vya bwana mtume Muhammadin. Basi kama kuna vikazi umekaa katika mwezi huu wa Shaabani, vikazi vitukufu, basi jumlisha na hiki pia, ni miongoni mwa vikazi vitukufu ambavyo umekaa ndani ya mwezi wa Shaabani. Ndugu zangu, tulikuwa tuna matukio matatu makubwa. Tukio la kwanza, tumemswalia Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kumswalia ambako vyovyote ilivyo umepata thawabu. Umetawadha hujatawadha, umeoga hujaoga, umenawa uso asubuhi hujanawa, umekula hujala umetania, umekuja kwa istihizai, umekuja vivyo hivyo tulivyokuja katika vikazi hivi vya kumswalia Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, na wewe umo na umelipwa. Hilo ni jambo kubwa adhimu, ambalo limefanyika katika viwanja hivi, na viwanja hivi vitakuwa, vitakuja kuwa ni mashahidi, vikatoa ushuhuda siku ambayo watakaoulizwa waulizwaji na watajibu, tulikuswalia wewe mtume na tunaomba malipo yetu yatufikie. Viwanja hivi vitasimama na vitamwambia huyu pia alikuwepo kwenye mtume kwenye kumswalia mtume. Lakini pia jambo la pili tulolifanya katika vikazi hivi katika mazingira haya, tumemsomea dua mama yetu, tumemsomea dua mama yetu. Pia tumetekeleza wajibu na utaratibu na mafundisho ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia jambo lingine tulilifanya tumesoma aqiqa. Wamesema tusiseme hakika aqiqa, hmm, hiyo hakika hiyo utasoma wewe, lakini sisi tulichosoma, kisomo kilichokuwepo hapa ni aqiqa, asili yake ni kwa Rasulullah sallallahu alayhi wasalama kule alikowafanyia nani na nani? Hasan na Husaini. Hivi vyote ni vipenzi vya mtume Muhammadin. Kuanzia pale tukafundishwa na sisi tufanye aqiqa, na aqiqa hii tafsiri yake ni ndefu, somo lake ni refu, lakini itoshe kwamba aqiqa ni kutoka ni taaluma tulioichukua, tumeikopi kutoka kwa Mtume Muhammadin. Tosheka kwamba mwalimu mwalimu wa hakika hii, mwalimu aliyeasisi, aliyeifundisha hakika hii, ni Mtume Muhammadin. Unataka sasa tuseme nini? Kama Hasani na Husein ambaye ni wajukuu zake wa Rasulullah sallallahu alaihi wasalama ndio wa mwanzo kabisa kufanyia hakika hii, wewe unataka tukwambie nini? Niani tukufundishe nini? sisi tutaweza kama hutoweza kufundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasalama, basi hatopatikana mwalimu mwingine wa kuweza kufundisha na ukaelewa. Basi chukua hivyo hivyo, hakika ni jambo ambalo Mtume alilifanya. Kama yeye alilifanya, na yeye kwetu sisi ni uswa, kwetu sisi ni kioo, kwetu sisi ni uswatul hasana limankana yarjullah wal yawmil wal yawmil akhir. Uswa ni kioo kwa hiyo tunajitizamia sisi kwa Mtume Muhammad. Na haya sasa tumeya kopi kwake. Kwa hiyo sisi tusiulizwe. Eh. Kama wewe unataka kujibiwa, muulize yeye mwenyewe alianzisha, kwa nini alianzisha? Tumefahamu na Uislamu eh? <tunan> eh, manake sasa Waislamu tumekuwa tuna hoja nyingi. Mwenyezi Mungu amemuumba mwanadamu, afakaa mwanadamu huyu pia yeye ubishi mpaka mwisho. Nilikuwa nasoma surati Yasin hapa. Mwenyezi Mungu anasema amemuumba mwanadamu, amemuumba binadamu huyu lakini baada ya kumuumba amekuwa ni khaswimun mubin kwa yale yaliyoumbiwa, kaumbwa, lakini kawa khaswimun, amekuwa ni mkosaji, amekuwa ni dadisi, ndo maumbile. Ala kuli hali, tutosheke kwa kwamba tusema hakika hakika, hii jamani, ni sunna kutoka kwa Mtume Muhammadin, sallallahu sallallahu alaihi wasallam wasalam. Ina, ina kuwaje? Walimu wapo, mashekhe wapo, wanazuoni wapo, waulizeni fasalu ahla dhikr in kuntum tuaulize walimu kwamba akika hii inasomwa vipi, kwa mwanamke inakuaje, mtoto wa kike inakuaje, mtoto wa kiume inakuaje? tunafahamiana eh nah. eh vinatakiwa vitu gani? basi uliza, ili uweze kufanya kwa kupatia. Tunafahamiana Waislamu? eh eh, hivyo ndivyo ninavyotakiwa. Kwa sababu muda umetaradadi, pia nimeambiwa nizungumze kidogo, basi hivi ndio nimezungumza kidogo. Eh, si tukipewa kuzungumza lazima tunazungumza kidogo, lakini hivi ndio nimezungumza kidogo. Lakini mwisho mimi ndo baba mwenye nyumba hii. Sasa nah, nah, ubishi ubishi tena.